Idadi ya waliofariki huko Chesongoch kutokana na maporomoko ya ardhi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imeongezeka na kufikia watu 36 baada ya miili zaidi kupatikana leo asubuhi. Kundi la waokoaji likiongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu 17 bado hawajulikani waliko. Baadhi ya viongozi wakiongozwa na Askofu Mkuu wa kanisa Katoliki Diocese ya Eldoret Dominic Kimengich walishinikiza serikali kuchukua hatua za haraka na kutafuta suluhu ya kudumu kwa kuwahamasisha wakazi ambao ama kuwahamisha wakazi ambao bado wanaishi kwenye bonde la Kerio ili kuzuia kutokea tena kwa janga kama hilo. Timothy Kipunusu ana habari kwa kina. Hii ndio taswira kamili ya mkasa wa maporomoko ya ardhi wa Chesongoch uliotokea mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Vifusi hivi ni dhihirisho ya athari za maporomoko hayo ambayo kufikia sasa yamesababisha vifo vya watu thelathini na sita. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu, majeshi ya ulinzi nchini, pamoja na huduma ya vijana kwa taifa ambao wamefika eneo la mkasa kutekeleza shughuli ya uokoaji walifanikiwa kupata mwili mmoja zaidi kutoka kwenye maporomoko ya udongo leo asubuhi, huku wengine kumi na saba wakiwa hawajulikani waliko kilomita 20 kutoka eneo la mkasa kwenye msitu wa Kapkurong. Viongozi wa kidini wakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa Katoliki huko Eldoret Dominic Kimengich waliwasili kutoa msaada wa kifedha kwa wakazi ambao wanasaidia katika shughuli za uokoaji. So that's why you see all the people who have come here, uh, still looking, uh, for those bodies, searching for those bodies. So it is something which is really, uh, very traumatizing, and you can see the people really are very low. They are affected by what happened. Na ni afueni kwa William Marsabit ambaye hatimaye alifanikiwa kupata mwili wa mama yake baada ya kutafuta kwa kipindi cha siku nne. Tumeshughulika sana kutafuta kuanzia Jumamosi Jumapili, Jumatatu, Jumatatu, jana, halafu leo. E, tumefurahi sana kwa sababu tumeweza kupata mama katika nyumba nyingine ambayo tulikuwa tunasunguka jana tu, na kumbe alikuwa amefichana ndani. Emmanuel Kemboi, kwa upande mwingine, anajitimai kukuwa angali anawatafuta jamaa zake wanne. nimepoteza mama na wajomba wangu watatu mpaka wa sasa patu tungali tunatafuta hatuchafanikiwa, so naomba serikali na kikosi singine watusaidie kutafuta. Lona crop anasimulia yaliyojiri na kumshukuru Mungu kwa kuwa hai. Hata hivyo, mali yake yote ilisombwa na maporomoko ya udongo. Hapa ni nyumba yangu sasa, Mungu ameniokoa, vitu vyote wamechukuliwa, wa shamba, manyumba ndio niko hapa, nashukuru Mungu, naomba tu serikali wanisaidie. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na aliyekuwa waziri Lina Jebi Kilimo walitoa wito kwa kuchunguzwa kwa haraka kwa jopokazi la Embobut lililokuwa na jukumu la kuwapa makao mapya wakazi waliokuwa wakiishi kwenye mabonde ya Kerio. Na tulisema wenye walitolewa kwa Embobut Forest watafutiwe shamba, tuko na hiyo kitu ambaye iliitwa Embobut Task Force Ambaye serikali ya the late Mwai Kibaki alikuwa amekubaliana ya kwamba watafutiwe shamba, mwishowe haikuwezekana, na naomba tu, tuweze kufanya hivyo sababu most of those wenye walitolewa kwa msitu wakakuja kukaa kwa hanging valley hapa below the road, na sasa hapo tu ndio mtu anajua ni shamba hapo ulime uweze kuuza upate chakula previously people lived in the lower part but the insecurity pushed the people to live along the escarpment because they were very prone to bandits there so they had to move and live along the escarpment. but now that the insecurity has, uh, is a thing of the past year we have never experienced it again I think it's about time that we relocate our people. Mkasa wa maporomoko ya ardhi eneo hili la Chesongoch ambao umepelekea watu wapatao thelathini na watano kuaga dunia ukizidi kuwakosesha lepe la usingizi wenyeji wa eneo hili. Serikali sasa ina kibarua kigumu ya kuwahamisha wale ambao wanaishi maeneo ya miinuko hadi maeneo tambarare ili kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Timothy Kipnusu, Kurunzi Mashinani, gatuzi la Elgeyo Marakwet. Yeah.